Okay. Uh, kwa majina anaitwa Winfrida Mnyeke ndo General Manager wa ma Waja Mabati. Uh, Waja Mabati inapatikana kis Kisemvule Mkuranga. Kwa leo Sabasaba tumetoa ofa. Tunawapa ofa ya 3% ya mabati ya aina ya aina yoyote ambayo mtakuja kuyafiki, kuyapata, lakini vilevile vile, kwa mtu yoyote atakayechukua bati leo ninampa ni ofa ya, ya usafiri mpaka pale site au ni nyumbani au ni anayopata. Karibuni sana Sabasaba. Kwa leo kwanza nashukuru Mungu kwa nafasi hii lakini naweza nikasema kwamba leo Sabasaba kidogo inakuwa na utofauti kwamba watu ni wengi. Kiukweli watu ni wengi, tofauti na siku ambazo tumeanza maonyesho, watu walikuwa ni wachache, lakini siku ya leo nimeona watu wamejitokeza wengi sana. Ni sijui kwa sababu ni ndo, ndo, ndo siku yenyewe, au ni kwa sababu ni weekend, lakini watu ni wengi sana, na hata kwenye mabanda yetu kama mnavyoona, watu ni wengi na wanapita na wanatembea wa, wa, kiukweli watu ni wengi sana. Waja kama Waja General Company, toka mwanzoni tulikuwa tumetoa ofa ya asilimia tatu kwa mtu yoyote ambao katika huu msimu ndani ya huu msimu wa Sabasaba angenunua mabati yetu ya Waja, na mpaka saa hizi niwaambie Watanzania kwamba hii ofa inaendelea mpaka tarehe 15, lakini baada ya hapo sasa itabidi kama mtu anahitaji kununua mabati basi itabidi turudi katika bei zetu zile za kawaida za siku zote ili uweze kupata mabati. Lakini niwaombe kwamba baada ya maonyesho haya ya Sabasaba, ofisi zetu za Waja mabati ziko wazi kiwanda chetu kiko Kisemvule Pwani huko wilaya ya Mkuranga, lakini pia tuna ofisi kubwa sana Buguruni. Kufika Buguruni pale unakutana na bango moja kubwa limeandikwa Waja Mabati Kampani. Kwa hivyo karibuni ndani ya huu msimu wa Sabasaba, baada ya hapo, karibuni sana katika kiwanda chetu cha mabati. Lakini pia katika upande wa shule, niseme kwamba shule za Waja kwa saizi zinajulikana na watu wengi wanazifahamu na tutakuwa na ule mtihani wa kujiunga wale ule wa pre form 1 ule kujiunga na form 1 masomo ya 2018 19 utafanyika tarehe 22 mwezi wa 9, na masomo ya pre form 1 yatafanyika e, tarehe yataanza tarehe 29 mwezi wa 9. Kwa hiyo ni wakaribishe Watanzania wale wazazi ambao wana watoto ambao wanamaliza la saba kwamba tarehe 22 mwezi wa 9 tukutane pale shule ya msingi Msimbazi na form zetu zinapatikana Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa ujumla naweza nikasema kwamba E, maonyesho yamekuwa ni mazuri ingawaje kumekuwa na zile challenges, ni hali ya kawaida, lakini tunashukuru kwa sababu nia yetu sisi hatukuja kuuza, lakini tumekuja ku create awareness ili Watanzania wajue kwamba Waja ni nini, Waja wana product gani, na kama tunavyosema kwamba sisi vitu vyetu Waja tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba ni original. Kwao tunajivunia sana kwa wale wachache ambao wameweza kukutana na sisi basi watakuwa wameondoka wakijua kwamba Waja ipo na ni kampuni kubwa na tunaendelea na tutaendelea. Mimi ni mwalimu katika shule za Waja, lakini pia ni advertising director, lakini pia ni marketing supervisor katika kampuni za Waja. E, mtazamaji pia unaweza ukatuangalia hata kwenye website kwa kubonyeza www.wajageneral.com. Asante sana Msimu huu wa Sabasaba na Global TV. You know what? Tunatoa punguzo la asilimia 30 tu, ili kukurahisishia wewe kutangaza bidhaa zako, kampuni yako, ofisi yako pamoja na kazi zako. Hii sasa ndiyo kiboko yenyewe. Tunakupa nafasi ya kufanya kipindi maalum kwa dakika 30, yaani ni mwendo wa 30 tu kiurahisi na Global TV. Cha kufanya sasa Piga nambari 0687007007 au 0784888982, karibu Global TV, kwingine utapata tabu sana.